Safari imeanza na imeondoka. Makueni lazima. Oh, ni Makueni ama ni Kitui? Oh, ni Kitui. Mm. Oh, si Makueni avile <laughs> ni Makueni. Yeah, yeah, yeah, yes. Yes, lea mwendoa bwana Yesu asipiwe hayo Apostle. Lea ameingia lea, ndio mtu wa kwanza lea, lea ndio mtu wa kwanza, shika simu lea ndio mtu wa kwanza, ndio, ndio mtu wa kwanza ezi amemfuatia hayo Apostle. Lea mwendoa safari ya wapi hii? Apande Emil, wacha tuambiwe na apande safari ni ya wapi hii?

na tuko safarini kuelekea pande ya Kitui kuweza kwatika huduma ambaye tunakimbia mahali pale kuweza kusaidia watu wa Mungu ambao wanahitaji msaada aina moja ama aina nyingine. Na kwa hivyo, watu wa Mungu tu, tuko chojo na tuko sawasawa, wakati wowote wa huduma tunapeleka mpaka na huko mjini ndani kule ndani kabisa, tunatembea mpaka huko kwa ajili ya kasi ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kuweza kusaidia wana wa Mungu. Kwa hivyo nawatakia kila la heri na hata nanyi mutuombee safari njema tunapoenenda ukaweza tuna, kundaukawez kufanikiwa katika ile kazi ambayo tunaenda kufanya katika jina la Yesu Kristo na kila la heri Mungu awabariki amen amen. tunaelekea kitui ile safari ile safari ambapo watu wanaongopanga hapo kule kumbaya zi, hapo ndio tunaendanga atuongopangi tunawakuta mpaka nyumbani zao eh. Wameanza kujikonjolea, wanasikia bostu, Mungu. Wao muenda kwetu karibu sana. Yes guys, nipe tu subscribe yako like pale. Uh, nipe like. Naona kwamba tuko 13 ndio tuanze na maombi, maana safari lazima nami tawaonesha huku na kure, mali ya mjui lazima mtaona. Hello, mko salama everyone? Tuko salama salama, tuko salama guys, as gila lazima tunaongeleshana sisi kwa sisi, tukiendelea tuna safari yetu pale na pale. Oh, galieni minji Safari angalieni, safari hii ni Kenya. Yes, bapi ngumu aliburuka kama ama alikwama kabisa kwa pasta ilirija. Hata kwa kabisa niliwambia, kwa nilikuwa live. Uyo ni mtu ameduka mipaka. Lazima tuombe asiwe acheze na kanisa tena. Bapi ngumu we ni nothing. Bure kabisa wewe, bure. Yes guys, beautiful country. Yes, Kenya is a beautiful country. Tawaonesha kila mahali tuweze kuongea na nyinyi, tuweze kuomba, tuweze kuzungumza, hauniuliza maswali. Yaani, hii ni ji mzuri. Je, mji mzuri kama Kenya? Safari jema. Linda cheke, eh, cheke, eh, chekemo, mtoto wangu pale kanisani, welcome. So safari ndio hiyo, tunaenda moja kwa moja Andikiti, tunaenda kufanya huduma na wachawi na waganga wamechokoza watu kule, sio lazima tuwakute. Naenda tukumbe, safari njema na karibuni sana nyumbani sana. Lea mwendo wa kwenu ni nyumbani wapi? Libamba tu like ani ni kwa mboka. Mwenyezi Mungu aongoze kwa sababu Yesu, naelekea pale, sio kama mnaniona, mnanisikia, mnaniambia Apostle Joshua tunakushika vizuri

Yes, yesapi mapingumu uh, amen, amen, amen, amen, amen. Sande sana. Lazima tutembee pale, lazima tuende tuitane, lazima tuende tumtafute Mungu huyu, tukoboe watu wale ambao shaitani anawateza ili wajua kwamba kuna Mungu. Maana shaitani hata situ kuteza watu.

Safari jema, mtumishi wa Mungu, na Mungu awaongozi ya Mungu anatuongoza tuk tukielekea pale. Kwa hiyo safari nataka like ifike, tafadhali weka like pale. Nataka tuanze maombi, maana neema hii lazima ishuke, lazima watu wakombolewe, lazima watu wafunguliwe kila mahali popote walipo, lazima wafunguliwe, maana neema ya Mungu lazima itembee, lazima itembee. Yule mama ilipande a jaliko lakini hatukuelewana, so unaweza mwambia nipigie leo jioni kabisa saa tatu. Hiyo posto Joshua, posto niombe bosi aniongezee mshahara. Niko sauti. Guys, jana kuna watu walikuja kanizani, waliona maajabu mahali pale, watu wakikombolewa, watu wangonjwa Hi hi to you. Hi hi. Niombe msamaha kwa Mungu Baba ya yetu mpendwa. Yes. Kwani umefanya nini? Niombe msamaha kwa Mungu. Eh. I also need your prayer. Yes. Na kesho ni moto moto. Tawaambia jioni. Hata kama ni saa saba. Tawaambia bila kesho kutakuwa. I need your prayer please. Linet. Itoiti. Au mambo yatapatana naye. Inangojia five flights. Ivike tu. Tuweze kuingia katika maombi. Tuingie katika maombi. We angali hapa, mangali hapa imekwama. Endelea na kasi. Yes, boots. Boots. Check <inaudible> out. Anataka je? Ana

Kazi yetu ni kumaliza wanganga watu wa mailuminati wafunga ma, mapepo na, na na waitanga machokola na hakuna mahali wanaweza nipeleka. So, wajaribu hakuna mahali wanaweza nipeleka. Ile siku mlingia

Nimemwambia sana Wakari, kuna shida, lazima tunaangaliana, tunaombeana, lazima jina la Mungu liinuliwe, lazima Mungu ainuliwe usiku na mchana

Ja, tutakuja hivi s kama ni mapenzi ya Mungu tutakuja. Apostle, so, barikiwa sana kwa kazi unafanya, kuokoa watu amen. Wale ambao wanakujaga kanisani pale Gate Ministry wanaweza sema, wanaweza kandidia watu, na kesho tutakuwa mahali pale, so kesho sikose, nataka ukue mahali pale, nataka u... makuro, nashukuru sana kwa maombi ya jana nimelakakatotokazng kama katoto usingizi yenye nimekoza kwa miaka eh Plaques ma, Makulo umelala Plaques Makulo, wajani niwaambia ngai sili. Jana alitapika ndamu, tulimwombea alikuwa anatapika ndamu. Kama Plaques, hebu waambie ma Makioro. <laughs> na nasema alilala kama mtoto mdogo. Amekaa miaka mingi bila kupata mtoto, sikuja hapo kwa nyoo deliverance, hakuna chochote tulimwitisha. Plaques, nataka ushuhudie kama kuna pesa nilikwambia lete.

ahyo boso Joshua na, na, na, na kesho kujeni kesho, tikatena aboomba pia bwanangu apate kazi kosi ya nasig, lakini kazi apate. Anaitwa Samueli papa, amen. Samueli papa, kicugaji Joshua huokiwa life, kila kitu inakuwa sawa, kabila Mungu anaonekana ile hiyo yes. Gari imeenda, tutabidi tuingie live jioni. Asante for watching na tuijaweza, kwa maombi makutaomba utawambea. So ile gari imeenda, hatuwezi endelea kukomunikate. Yes mamu, nanisikia? Yeah, Blacks makuro, na alipata ukombozi. Jana yake ulipata Mungu alikuwa amekutuma, na kusema ukweli, umekuwa fani hapa ukisupport ministry, ndio uliona ya kwamba ulifunguliwa na Mungu bila kung'ang'ana. Mungu akuinua na Mungu akuponya, akuponya kabisa. Niambia vijana yangu iko chini. Not now but tomorrow, if it's possible. Mungu awabariki sana.